Wanaogopa nini? Kwa sababu ya tetesi nyingi zinazozagia rushwa ya ngono. Kwa hiyo mtu mwenye maadili yake, kijana, binti mwenye maadili yake, anayetamani kuwa kiongozi, anaogopa kwa sababu atadaiwa rushwa ya ngono. Hawa vijana wanalindwaje? Wanapata elimu gani ambayo itawasaidia kutimiza malengo yao ya kuwa viongozi bila kupuguziwa na mambo ya rushwa ya ngono. Kari, habari za saizi kina mama. Mimi nitaenda haraka haraka ili kwenda na muda, lakini bila kupoteza ule uzuri na utamu wa kuweza kulijua swala hili. Mimi natokea taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na kati ya makosa ambayo tumekuwa nayo mengi, mojawapo ni rushwa ya ngono, kwa vile ni taasisi ya serikali na haya ni mamlaka ambayo tumepewa chini ya sheria sura namba mia tatu ishirini na tisa tunakulinda katika aina nne wewe mwanamke na mtu mwingine yote kuhakikisha kwamba unafikia kwenye ndoto zako bila ya rushwa ya ngono kwa kikwazo katika maendeleo yako namba moja kwanza, kama taasisi tumeimarisha mifumo ya uzuiaji rushwa chini ya mpango mkakati wa, wa kupambana na rushwa na utekelezaji wake, yaani naksa ambao sasa huko katika awamu ya nne. Tumehakikisha kwamba kila taasisi ya serikali, idara na mawakala wanakuwa na kamati za kulinda uadilifu maarufu kama kamati za maadili. Katika kamati hizi za maadili tunahakikisha, ukiwa pale kwenye taasisi yako, kama unataka kugombea uongozi, unatakiwa kupata cheo, unatakiwa kupata uhamisho kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au nafasi nyingine, hata safari za kazi na nini, basi utapata bila ya wewe kuwa kutoa ngono kama malipo ya wewe kuipata haki yako. Kitu cha pili ambacho takukuru tunafanya ni kuimarisha sheria sheria namba number sura namba mia tatu ishirini na tisa marekebisho ya mwisho tumeendelea kuiboresha kutoka 2007 mpaka sasa mwaka 2024 kuhakikisha kwamba tunamlinda mtu ambaye yuko katika harakati za kiuchumi asije akatakiwa kuomba rushwa, basi kifungu cha 25 kiko pale, na mtu huyo anaweza kuchukuliwa hatua mahakamani na kuweza kufungwa, kuchukuliwa hatua nyingine za kisheria. Njia tatu ambayo sisi tunaitumia ni kuimarisha mifumo ya utoaji wa taarifa. Tunayo namba yetu ya dharura 113 ambayo ni namba ya bure kabisa. Unaweza ukapiga kwa simu ya mkononi au unaweza ukapiga kwa simu ya mezani moja moja tatu ukipiga, unaweza kutoa taarifa yako hiyo ya rushwa. Huwezi kuongea, huwezi kujieleza vizuri, unaweza ukapiga nyota 113 alama ya reli, alafu utaenda ngazi kwa ngazi, itakuelewesha. Utaandika mtumiwa nani, kwa uhitaji kusema wewe ni nani, sio lazima utaje jina lako mwenye simu nyanja, nenda kwenye Play Store, unaweza kupakua application yetu Takukuru app. Kwenye Takukuru app ile itakupa pia ngazi kwa ngazi. Pia unaweza ukaweka sauti au video, ambayo kama kuna mtu alikuwa anakushawishi rushwa, basi unaweza ukaiweka, au mtu alikuwa anakuongelesha anakushawishi kuhusiana na ana masuala ya rushwa, unaweza ukaweka na ushahidi wako hapo na sisi tutaishirikia. Njia ya nne ambayo sisi tunaitumia ni kuimarisha sasa, kuongeza uwezo. Tunatoa elimu, tunatoa elimu shule za sekondari, kwenye vyuo tuna clubs, clubs za wapinga rushwa tunaziimarisha, makongamano kama haya tunatoa elimu pia, tunaenda kwenye vipindi vya television, vipindi vya radio. Tunaeleza bwana, kama unaona hapa una hisia hisia, kuna mianya yoyote ya rushwa So kwa leo hii basi, unaweza ukatoa taarifa, unaweza ukaja pia kwenye ofisi zetu. Kwa hapa Dodoma, ofisi yetu ya Dodoma, kuna ofisi makao makuu ambayo iko Jamhuri pale, karibia na uwanja wa Jamhuri na airport pia. Tuna ofisi ya mkoa iko Iringa Road Singida, tuko karibu na benki ya MBC. tuna share na benki ya MBC. Kutoka, uh, ya kutoka hospitali ya mkoa unaweza ukafika pale ukatoa taarifa zako, unaweza ukaandika barua pia au unaweza ukatuma email ukatupata. Kwa hiyo kwa kutumia njia zote hizo, tunataka tuhakikishe wewe mwanamke, wewe mtoto wa kike, ndoto zako zinafikiwa bila kulipa ngono kama malipo ya wewe kuweza kupata haki yako. Asanteni sana, asante sana bibie.